Ndugu wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wakereketwa, mashabiki na wananchi kwa ujumla wa mkoa wa Shinyanga, leo eh, hii ninapenda kuwatangazia kuwa lile zoezi la uandikishaji wa daftari la wapigakura linaanza rasmi tarehe moja ya mwezi wa tano mpaka tarehe saba ya mwezi wa tano, baada ya Tume ya Uchaguzi kutangaza rasmi katika mkoa wetu wa Shinyanga. Hivyo ni waombe wananchi wote kwa maana wa wananchi wa mkoa wa Shinyanga, hasa hasa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wapenzi mashabiki na wakereketo wa sisi, tuende tukajitokeze katika vituo ambavyo vitatumika kuandikisha katika daftario la wapiga kura, na ni kwa watu wote ambao wana sifa za kwenda kufanya hivyo, hasahasa hiyo kwa vijana wetu ambao wanaenda wameenda kutimiza miaka 18 itakapofika mwezi wa kumi ya mwaka huu wa mwaka 2025 watakwenda kupata haki hiyo ya msingi ya kwenda kupiga kura, kwenda kuchagua viongozi wetu kwa nafasi ya urais, bunge pamoja na diwani. Hivyo niwaombe sana, shime shime, kila mmoja aweze kwenda kujitokeza ili aweze kupata haki yake ya kimsingi ya kupiga kura. Lazima uwe umeandikishwa kwenye daftari la wapiga kura, na hata kwa wale ambao wamebadilisha maeneo. Nakuta kuna, kuna mtu alijiandikisha kwa mara ya kwanza, lakini amehamia kutoka mkoa mwingine au wilaya tofauti na mkoa eneo ambako wanaishi. Kwa hiyo nao wanakaribishwa kwenda kubadilisha taarifa zao, ili ziweze kuenkwa sawa, na baadaye waruhusiwa kwenda kuchagua nafasi hizo za udiwani wa bunge na, ma, na rais na kwa nchi hii ya Tanzania kwa hiyo E, zoezi hili la siku chache kama nilivyoonani tarehe moja mpaka tarehe saba Kwa hiyo niombe kila mmoja aweze kujitokeza, na utakapopata taarifa hizi kupitia vyombo mbalimbali, umwambie na mwenzie aweze kujitokeza ili usiweze kupoteza haki yako ya msingi ya kwenda kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, na kimsingi naamini katika mkoa wa Shinyanga sisi ni watu ambao e, ni makini watu ambao tuko juu kwelikweli. Tunaposikia jambo kama kubwa kama hili, huwa tuwezi kulalia damu. Ili mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan aendelee kutuletea maendeleo makubwa katika nchi na katika mkoa wetu wa Shinyanga, lazima sisi tumuunge mkono sasa kujitokeza kwenda kuandikishwa, tuje kupata haki ya msingi ya kwenda kumchagua na aweze kufanya mambo makubwa zaidi na zaidi katika mkoa wetu wa Shinyanga. Kwa hiyo, niwaombe sana wakazi wa mkoa wa Shinyanga bila kujalisha udini, ukabila, urangi, kujinsia tujitokeze kwa wingi.